Alhamdulilahi rabi lalamin wasalatu wassalamu ala hairu khalkihi nabiina sayidina Muhamad waala lihi waashabihi ajmain. Ndugu, nianze na mwenyeji wetu mheshimiwa mkuu wa wilaya, ndugu makamu mwenyekiti wa wa chama chetu, ndugu katibu mkuu kiongozi wa chama mstaafu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 hii ni thamani kubwa sana ambayo metu, metuonesha. Najua wakati na si wakati wa kuzungumza hasa, tuna maimamu wa watu mbalimbali tumewazuia hapa eh, na nyingine, wana ibada nyingine wanakwenda kwenda kufanya, lakini isingekuwa vyema eh, baada ya yote haya ambayo umetufanyia na tusipate muda wa kuwashukuru kwa kweli. Maneno mengi yamezungumzwa